Mtazamaji wa Stein Tv tupo mtaani kuzungumza na mashabiki na lakini pia na wachambuzi wa mpira wa mguu. Leo tunajikita sana sana kwenye game ya Simba ambayo ni ya kombe la shirikisho barani Afrika itakayochezwa yu Jumapili tarehe ishirini na saba kati ya Simba na Stellenbosch. Hapa Simba watakuwa ugeneni Saudi Afrika. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa Simba. Sawa. Kwa jicho la uchambuzi ukiachana na ushabiki kwamba wewe unashabikia Simba, uona hiyo na game ya Simba ya Jumapili, wataweza kusonga mbele kufika nus, kufika finali kwenye hiyo game ya Jumapili? Mm, kwa mtazamo wa mechi ya kwanza mm nadhani Simba wanaweza wakawa na nafasi kubwa mm. ya kufanya vizuri, ila itategemea na hiyo siku Stellenbosch wameamkaje, kwa sababu mm. pale Amani Zanzibar, mechi ya kwanza mm. kuna muda walikuwa nawini kucheza vizuri, walikuwa wanatengeneza mashambulizi japa ya kuweza kuzaa mm. goli, kwa maana ya kufanya mechi iwe moja moja mm. kwa Afrika Kusini nadhani Simba watakuwa na kazi kubwa ya kufanya kwanza ni kuzuia na kucheza kwa mkakati mm. Tayari Simba wana advantage ya goli moja na wabeba wao. Stellenbosch wataingia mchezoni wakiwa wanahitaji goli la mapema. Sasa Simba wanatakiwa wawini angalau dakika 30 wasiruhusu goli huku mm. wakiwa wanazuia kwa kucheza kwa kutumia mfumo wa counter attack. sasa itategemea siku hiyo, ila nafasi mimi nahisi Simba wana nafasi ya kuweza kuvuka kwenda hatua ya finali, kwa faida ya goli moja walilonayo Simba. Unaona, walifunga goli moja hapa hapa kwa Mkapa, wewe unaona kwamba itawabeba fika fainali kwa mchezo ambao wanaenda kurudia Jumapili? Hapana, Jumapili hapana, hilo mimi nalikataa. Kwa, kwa, kwa nini labda umesema unakataa? E, mimi kwa kuniambia kwamba Simba wametanguliza mguu mmoja ndani, mimi naona kama wametanguliza robo ya mguu, kwa sababu ukienda ugenini unaongoza goli moja ni sawasawa nakwenda ugenini uko bila bila, kwa sababu mimi wakati na, nafuzu naenda ai na fainali mimi nilienda na advantage, nilienda ugenini na advantage ya goli mbili. Nikaenda ugenini, nikashinda goli mbili. Na maana nilikuwa na mtaji wa, wa goli mbili. Hata ningeenda kule nikalinda, nikazuia, hata wangefunga goli moja, bado nilikuwa na advantage ya goli moja. Naona. Lakini ukienda kule unaongoza goli moja kwa timu kama ile nilivyoifuatilia kwenye mechi yao ile na Zamalek, nikaangalia uchezaji wao waliocheza ugenini nikaangalia vizuri, japo kuna wachezaji kama wawili hivi ni sikuwaona kwenye mechi ya kwanza kwanza, goalkeeper na hisi na mchezaji wao wa mbele alikuwa ni striker na hisi akuwemo. Naona. Lakini mimi siwapi nafasi sana Simba japo ni mtani wa jadi. Ishu ya Simba kwenda finali au nusu finali shirikisho, kwanza mimi nilichokuwa na waombea washiriki kombe hilo, ili waweze kulipa heshima kwa sababu Yanga wakati anafanya vizuri anafika hadi fainali walikuwa wakibeza wakisema ni kombe la walioshindwa, lakini leo hii hilo kombe la waliofeli ndilo wanafurahi kuingia kwa mara ya kwanza, kutoka robo fainali kuingia nusu fainali, angalau wamejiongeza. Baada ya miaka misimu sita ya kutafuta nusu fainali, kwa mara ya kwanza wameingia nusu fainali na mimi kama shabiki wa mpira na mpenzi wa mpira kwa ujumla siwezi kuwa mchoyo nta nawaombea, waweze kufika fainali na ikiwezekana, walete kombe, kwa sababu mwenzio anapofanya jambo zuri anakuandaa na wewe kuingia kwenye lile jambo. Sasa unawaona Simba wakiingia fainali na kuleta kombe hapa nchini Tanzania kwa mara ya kwanza, kwa sababu kesho Jumapili wanaenda kupiga hiyo hiyo hiyo nusu fainali ya mwisho na watakuwa ugenini. Aa, kwa kweli hakuna kitu ambacho kina laa kama msimu huu. Simba wamepata mchekeo mkubwa sana ambayo huo mchekeo waliopata kwanza kura hakuna timu ambayo iliwahi kushiriki hata kombe la mabingwa Afrika. Kitu cha kwanza, ili kombe wakishindwa kulileta wanabidi wa, warudi tena kwa mzee wa kuwaombea akawaombee tena kwa asilimia kubwa tumeona Rais <coughs> wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisupport Simba, sio Simba tu akisupport michezo kwa ujumla. Tumeona jana kipindi wanaondoka kwenda South Africa, ametoa usafiri lakini pia amewatolea na malazi tunaita accommodation. hii inachangia vipi ni kwamba Simba wana deni la kumlipa mama, au Simba yani motisha gani itamfanya ita Simba kwamba itakumbuka labda kuna fadhili labakuna fadhil fadhila hizo ni kuingia fainali ya michuano hii uh, kwa mheshimiwa rais sisi mm. Kama mashabiki wa Simba kwanza tunamshukuru, ni jambo ambalo alikuwepo, kule mwanzoni walikuwa wakibebwa sana watani wetu, nadhani serikali imeliona imesema kwamba na Simba tuwape kusafiri na hivyo vitu vingine. Kwa upande wa Simba na management Simba inapokuwa inacheza inakuwa imebeba watanzania zaidi ya milioni ishirini mpaka thelathini nyuma yao akiwemo mheshimiwa rais ambaye yeye hawezi kuweka wazi mapenzi yake kwa Simba au kwa klabu yoyote. Kwa hiyo anapotoa ni sawa kama mimi navyoweza kutoa, yani kuipushi timu ya Simba. Kwa hiyo sisi tunamshukuru, na anaongeza kitu kuona kwamba wachezaji watakapokuwa uwanjani, wanakuwa wanajua kwamba tuna deni nyuma, sio la mheshimiwa rais tu tuna deni la watanzania kuhakikisha timu yetu. Ni Simba ni klabu, lakini pale anakuwepo bendera ya taifa. Linapokuja swala la kuwakilisha taifa, wanaokuwa uwanjani kila mmoja anakuwa anawasilisha taifa lake, ila kinachowakilisha taifa ni nembo ya klabu. Kwa hiyo tunapopita tukaenda fainali, sifa inakuja kwa Tanzania, inakuja kwa Simba, ambavyo tunaongeza pia ule panda kwa lenki ya kafu ligi yetu itakuwa inapanda, Simba anasogea kwenye klabu bola barani Afrika na Tanzania pia tunaongeza point. kwa hiyo kuna muda tunakuwa na manufaa makubwa ya mchezo wetu wa Tanzania. Serikali, kwa upande wa serikali inajitahidi sana kwenye masuala ya michezo, wanajenga viwanja, wanatoa motisha, wanapambana kwa namna moja ama nyingine, japo huwezi kumaliza changamoto zote lakini kwa sekta ya michezo wameongeza. Ni kazi kubwa sasa kwa TFF kwenda wanamaliza haya ambayo yanaonekana ni madogo madogo, yanaweza yakasababisha hata serikali ikashindwa kutimiza malengo yake kwa kwenye swala la michezo, lakini nadhani tunashukuru sisi kama mashabiki wa Simba.